Kikubwa zaidi ni kuhusiana na hii produkt ya uh, uh, Manch Essence uh, kama unavyoiona uh, uh, almost na kama zaidi ya miezi minne, uh, natumia na ni produkt ambayo ni zuri, na hizi perfume tofauti tofauti, flaivo tofauti, zinanukia vizuri na, na unaweza ukapakaa Uh, ukaenda zako kazini ukarudi, uh, perfume inazidi kunukia kama kawaida, na kuna nyingine ambayo nishawai kutumia mpaka nafua nguo uh, nataka kuzivaa tena, ili uh, perfume bado ipo. Kwa hiyo ni product ambayo ni bora zaidi, ambayo kwa kila rika naweza katumia, kwa wanawake, kwa wanaume uh, au unisex kwa hiyo kifupi zaidi na kikubwa zaidi ni kwamba watu watumie waone, sio kwamba mtu unaongea labda unahisi kwamba hawa jamaa wanaongea tu, lakini tumia then utaona uh, ilivyo na raha yake hii perfume uh, ambayo ni product tofauti tofauti na flavor tofauti. Nalokia audio ya Manchi inahusu Manchi, usitufanyie hivyo, sio vizuri, haiwezekani chukwani, yote hiyo unalokia mm. audio wako ah!

<laughs> Oh my God. Unajua, unajua ni perfume gani inaitwa Manch Essence? Hii ni bottle moja la brand ilitikisika dunia. Perfume zote chali ikabakia Manch Essence peke yake. Uweze kunukia kama Bob Junior, unaanza kuipata kutoka Uingereza, ni brand kutoka Uingereza kokote Uingereza ukitaka kuagizia unaweza kupata. Hii ni Manch Essence. Dar es Salaam inapatikanika, Zanzibar, hata mikoani pia tunatuma. Na ukitaka kuipata hibrani namba hii hapa. E bwana, hakuna nga perfume bora nzuri kama hii. Hii ni perfume, na hizi ni perfume za design za tofauti. Kuna za aludi, kuna perfume za kizungu, kuna hii hapa wanaita aludi. Hii lotion ukijipaka pia unanukia. E bwana, Manch Essence ndio habari ya dunia kwa sasa. Nukia.